Mheshimiwa Naibu Spika, nyote mtakubaliana nami kuwa hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Rais hapa bungeni ilikuwa nzito inayoonesha umakini, umahiri na yenye kutoa mwelekeo na dira ya Serikali ya awamu ya sita kwa kipindi cha pili. Hotuba ya Mheshimiwa Rais ilitoa maelekezo na kubainisha changamoto pamoja na majukumu yanayopaswa kutekeleza katika kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya sita. Hotuba ya Mheshimiwa Rais imetuonesha bayana na kwa uwazi maeneo ambayo serikali ya awamu ya sita itazingatia ili kufanikisha utekelezaji wa ahadi zake kwa wananchi waliotuchagua. Utekelezaji wa maelekezo haya kwa ufanisi ndicho kipimo tutakachopimwa nacho na wananchi waliotupatia watak... wat... wat... wat... wat... wat... ridhaa ya kuwakilisha katika kipindi cha miaka mitano hii ijayo. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba ya Mheshimiwa Rais imegusa maeneo mbalimbali mbali, na sisi wabunge tunatakiwa kushirikiana na wananchi na wadau wengine wa maendeleo kuyatekeleza. Kwa kutukumbusha maeneo ya jumla aliyoyazungumzia Mheshimiwa Rais yalihusu uchaguzi mkuu, muungano uchumi na uwezeshaji wa wananchi, kukuza sekta binafsi, wanawake, huduma za kijamii, afya na elimu, sekta za uzalishaji yani kilimo, mifugo, uvuvi, viwanda, madini, utalii na uwekezaji, sekta wezeshi yani nishati, ujenzi, uchukuzi, tehama, mazingira, habari, utamaduni na michezo, pia, mambo ya nje, ulinzi, usalama, uwajibikaji na utawala wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika.